Dini ni imani ambayo inamwandaa binadamu eh, apite kipindi hiki duniani na kwenda huko ulimwengu mwingine eh, ni maandalizi. Lakini mara nyingi imekuwa ikishutumiwa kwa kuonekana ni itikadi ambazo zinawanufaisha wachache eh, kwa kupitia imani za watu na watu hao wachache kujipatia fedha. Sasa kuna watu ambao ndani yake limeibuka kundi ambalo watu hawaamini kabisa katika dini japo kuwa, kuna watu waumini wa dini hizo e, dini maarufu ulimwenguni ni ya kikristu na kiislamu e, japo kuna dini nyingine ambazo zimeshika hatamu na kuwa asili e, ya dini nyingi ikiwemo dini za kihindu lakini Wayahudi. Kwa hiyo dini imekuwa ni kitu cha e, muhimu ambacho mtu anapozaliwa tu basi e, anapewa dini kwanza. Kwa hiyo atatumia muda mwingi wa maisha yake kuitumikia. E, na pengine anapoamua kutoka basi hutoka nje ya dini e. Kwa hiyo watu wamekuwa katika mfumo huo, lakini sasa kuna maswali ambayo mtu yoyote ambaye ni mtu wa dini anaweza asiyajibu, na maswali haya yamekuwepo kwa muda mrefu sana e, kama wewe ni mtu wa dini basi amini kwamba kuna maswali ambayo hata wewe ukiulizwa unaweza usiajibu kwamba dini yako haina majibu ya maswali hayo. E, maswali yenyewe ni haya hapa. Nataka nikutajia hapa, yapo nane tu, lakini kama kuna mengine e, unaweza kwa ukaongezea kwamba dini pengine e, ni uongo mtupu e, na zimeletwa ili kumpumbaza mtu. E, asiwe bize na vitu vingine, lakini e, awe bize kumtafuta Mungu na anaposhtukia kwamba Mungu atafutiki, basi muda wake wa kuishi unakuwa umeisha pita. Swali la kwanza e, hili linawahusu sana Waislamu na Wakristo wa wanasema Adamu na Hawa au Adamu na Eva e, wao e, walipata ile dhambi ya asili na kuambiwa watakufa. E, kwa kuwa tu walikula tunda la mti wa kati e, lakini kama Adamu na Hawa waliosababisha watu wote wafe kwa kula tu ule mti wa kati, mbona wanyama nao hufa? Je, wao walikuwa na Adamu na Hawa wao ambao nao walipata adhabu kwa kula mti wa kati? Swali la pili, kama Mungu ni mweza wa kila kitu, je, anaweza akafanya dhambi na kama hawezi kufanya dhambi, kwa hiyo yeye hawezi kila kitu. Swali la tatu, je, mtu wa Mungu e, nabii kiongozi, ambaye anaweza akafanya miujiza, ambaye katokea kwenye dini yoyote hapo, anaweza akamwombea mtu ambaye aidha e, mguu wake umekatika au mkono wake umekatika au jicho lake limetoka, akaombewa kiungo chake kikarejea au tunaombeana vitu ambavyo eh, havionekani kwa macho na kusema mtu kapona. Kama yupo kiongozi wa hivyo, basi ajitangaze wazi, na kama hayupo, basi dini yako huenda inawalakini wa swali hili kutojibika. Swali la nne, kama Mungu anafahamu kila kitu na alijua kuwa Adamu na Hawa watafanya dhambi kwa kula tunda la mti wa kati, na anajua binadamu wote kabla ya kuzaliwa na wataenda wapi na kwa muda gani. Je, kwa nini sasa aliweka mti ule wenye tunda katikati? Swali la tano: kama dini huokoa watu, e, kwamba mtu ukiwa unatokea kwenye dini fulani iza e, ukabatizwa au kusilimu, kwenda huko E, mbona watu wa dini wanaishi maisha kama watu wengine ambao ni wadhambi? Yaani nao wana roho mbaya, wana roho nzuri, wana maisha ya furaha e, au ya huzuni, au matajiri na maskini. Kwa nini watu wa dini basi wasiwe ndio wamefanikiwa zaidi? Swali la sita: Je, nani ambaye anafanya dhambi, ni mtu ama shetani? na kama shetani hufanya dhambi, kwa nini Mungu asimwazibu yeye na lawama zisiopo kwa binadamu? Na kama ni binadamu, kwa nini dini zote zinamshtakia shetani? Swali la saba: kama kifo ni mtaji wa dhambi zetu, kwa nini hawa manabii mitume, eh, watu wa Mungu ambao watu wa dini kadhaa eh, kwa nini wote hufa? Kwa hiyo wote wana dhambi na hakuna aliokolewa na dini e. Swali la nane, ikiwa kila mtu anatetea dini ambayo ameikuta na amezaliwa nayo, je, hiyo dini ambayo unaisemea kwamba ni dini ya uongo wewe, ungezaliwa huko, ungeiamini hii dini mpya ambayo upo nao sasa hivi? Hayo ndio maswali nane ambayo dini zozote zimeshindwa kujibu. Je, kama wewe ni mtu wa dini, unaweza ukajibu swali lolote kati ya hayo nane ambayo nimewauliza? Komenti hapo chini jibu lako, lakini pia unaweza ukaongeza maswali mengine ambayo huenda dini zimeshindwa kujibu.